Na mimi labda nife kesho, ikitokea bahati, vijana wenzangu ambao tutakuwa wazee pamoja miaka hiyo, wezi mjiandae kuteketea, labda nife kesho, kwa sababu Mungu anajua dhamira ya kweli inatoka moyoni kwako, mbadilike na nyinyi. Wewe leo unasema mzee wa grobo hapo, unasema sheria zetu, wewe mwenyewe unazoea, sheria ziko safi, ila kuna watu baadhi ambao wanapindisha nini sheria kwa masilahi yao wenyewe wenyewe. Kwa nini kila siku mama anawatumbua watu kwa nini? Alafu na nafikiri kwamba hawa watu wote, mimi ningekuwa mimi mama, wale unawafukuza wote. Kuna watu wanatafuta ajira, wape watu ajira. Lakini vijana wenyewe sasa hivi tumekata tamaa. Tukitoweza kuajiriwa tukataka kwanza kuiba haraka haraka ili tununue viatu. Yaani mtu akimwona fulana renja anafikiri imepatikana kirahisi. No, haijapatikana kirahisi. Imesota sana. Kwa hiyo bana yake, sheria zetu ziko safi, kila kitu kiko safi, ila watu ndio tubadilike, kwa umoja wetu tuwe na uchungu na nchi yetu, na unakuta mtu anamwona mtu anaiba, lakini anamfichia. Si anzeni kuumbua wetu, hata mimi ukinikuta naiba ni ripoti, kwa sababu mimi watu wananivizia kila siku, wanapiga hatua, na mimi nikikosea kidogo tu wana mimi. Kwa nini mimi niwafichie watu? Kwa nini niseme maneno matamu kwa watu? Mimi nimekaa mabusu sehemu zote, kwa nini mimi niwafichie watu? Kwa maana yetu sisi tubadilike, tuumbue. Waandishi wa habari, kwa nini vyombo vya habari vimeporomoka? Tunaambiwa kwa sababu tumekuwa na habari za udaku. Na tuzingatie habari ambazo zinaweza kuwa na maslahi kwenye nchi yetu. Kwa tubadilike sote kwa pamoja ili tuweze kulikoa nchi yetu. Unakuta nyewe andishi wa habari mkija kwa wanasiasa sisi tunakupa elfu kumi unaonaambia mkuu nikuhoji nini? Unategemea hapa kuna mabadiliko? Mimi sina kuibia tu kila siku. Nikiiba nakupa elfu kumi yako. Mimi nakula bilioni. Kwa sote tubadilike. Kwa mabadiliko yaanzie sisi wenyewe. Nikikupa elfu kumi tafuta tena hiyo elfu kumi nimeipataje? Iandike. Kwa hiyo tuseme kitu kimoja, wakati huu tunaenda kwenye uchaguzi, kuna watu watoke kafara. Naongea kama mkurugenzi wa chombo cha habari, na waandishi wangu watambue nataka nini kwenye vyombo. Usiogope, usiogope kusema ukweli, na usiogope hata kufa kwa sababu ya kusema nini. Tumeshaonekana wanaosema ukweli wanatakiwa, na tuombe watu wenye mamlaka, mtulinde watu ambao tunaonyesha tuna upendo na nchi yetu, sio kutumaliza. Ukiwaua watu wote, unabaki na watu gani kwenye nchi, si utabaki na mbumbumbu, afu kesho kutwa si unashangaa tumetawaliwa tena mara ya pili. Ndio maana Trump ametunyima misaada. Sometimes tujitambue hata sisi wenyewe. Unakuta kijana, kuna watu jana imetoa fursa kwa vijana, kijana, mje kufanya kazi hapa, mtawalipa hamsini hamsini, ndani ya lisalimo watu hawajatokea. Mtu anakwambia utalipa na nauli, halafu hiyo kijana amekaa nyumbani, hajaipata hata hiyo hela halafu hmm, wanakuta anakwambia, kaka Furaha, naomba nitumie elfu kumi amekosa elfu hamsini ya kufanya kazi. Tumeenda nchi za wenzetu kule, ukiangalia Doha, Dubai, United, unakuta wa Kenya, Waganda, wa Rwanda, ukiuliza Wakenya wanakwambia wale wanatuambia sisi ni wamoja. Ukiuliza wanakwambia Watanzania wanakwambia kwani nyumbani imeroga? Yani akiwa kula akisumbuliwa kidogo, kwani nyumbani imeroga? kwani si sijaaga nyumbani. Kwa hiyo sisi ni wavivu wa kufanya kazi ndio maana waziri mkuu juzi alisema turudi VETA. Hata tukirudi vet mpaka kichwa kitolewe. Hii si ndio, ndugu zangu? Kwa hiyo mimi nataka kusema tu jambo moja kwamba tubadilike wote. Hii ripoti hii iliyosemwa, tukaidukue, tuangalie vyanzo vya uhalifu, ni nani aliyefanya, ili tumsaidie Dkt. Samia Suluhu Hassan kuombua watu, na tunatamani tumwambie yeye aturuhusu wananchi tuamue adhabu gani hao watu wafanyeje, okay. wapewe mimi kuna hipo siku nitakuja kuongea jambo Asante sana, ipo siku nitakuja kuongeaga jambo. Unafanya kazi nzuri, unafanya mambo mazuri, lakini mtu akiona wewe ndio unafanya kazi nzuri anakutengeneza zengo ufukuzwe, ili jambo lake li lifichwe, na unafukuzwa kweli, na ukifukuzwa, wanabaki huku nje wakushughulikie. Sisi zifushi sisi, kwa hiyo, kwa hiyo kwa maana hiyo bana misamehe kwenye haya mambo.